Mpendwa mtazamaji wangu wa vipindi vya Ukuhani na Ufalme, nikukaribishe tena katika wasaa mwingine. Kuna mada iliyoko mezani ambayo nimeipa kichwa Kiumbe wa Ajabu. Ni mada yenye mambo ya kutafakari ndani. Nitataka nikuone katika comment, na wewe ukisema vile ambavyo umetafakari pamoja nami na nitakapokuwa ninaanza nitaanza na maandiko ili kuweka msingi nianze na maandiko katika Biblia lakini baadaye tutaona vyanzo vingine nje ya Biblia ambavyo vinaonyesha jinsi a, a, a, kiumbe huyu wa ajabu alivyoumbwa nianze kwa kusoma ile mwanzo sura ya kwanza mstari wa ishirini na sita Biblia inaandika inasema Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano Uh, wetu kwa sura yetu wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi uh, Mungu alipoamua kuumba vitu vya mbinguni uh, uh, pamoja na duniani kwa maana ya nchi alikuwa yeye peke yake na ndani yake kulikuwa na neno kama Yesu anavyosema kwamba A, mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Unaona pale anasema mimi ni ndani ya Baba na Baba yu ndani yangu. Katika uumbaji huu sasa, kuna vitu vikubwa ambavyo viliumbwa ndani yake ambavyo vinawekwa katika makundi mawili makubwa. Kulikuwa na uumbaji wa mbingu, lakini kulikuwa na uumbaji wa nchi. Sasa Mungu aliumba a, a, mbingu zenyewe, aliumba mbingu, akaweka malaika ndani yake, malaika hawa wenye viwango tofauti katika nguvu na katika utendaji wa kazi zao. Wako malaika wakuu, hawa wametajwa ni wawili tu ambao wanatajwa katika Bibilia. Tunaona malaika mkuu Mikaeli pamoja na malaika mkuu Gabrieli, tunawaona wanatajwa sasa. Lakini wako malaika wengine wakuu wengi ambao wanatumika mbele za Mungu. Baada ya kumaliza kuumba mbingu na malaika, Mungu Uh, hakuumba viumbe hivi kama marobots. Eh, alivipa utashi na hiari au uh, ya kumtumikia yeye au kuchagua kutumikia njia yao wenyewe. Sasa, moja ya uh, viumbe ambavyo Mungu aliviumba nataka tuviangalie katika namna ya mtiririko mzuri tuweze kuona huo mtiririko unavyokuwa, alafu baadaye tuone hicho kiumbe cha ajabu namna ambavyo Mungu amekiumba mmoja ya malaika wakuu wenye hadhi ya makerubi kwa maana ya mabawa manne na wahudumu katika kiti cha enzi cha Mungu aa, kwa jina la Lucifer na ni miongoni mwao, naye aliumbwa katika uzuri wa kipekee. Sasa Lucifer kama inavyotafsiriwa katika Biblia, unaona inaandikwa kama ni nyota ya asubuhi, lakini kimsingi si nyota ya asubuhi. Yeye ni mwana wa alfajili. Nyota ya asubuhi ni Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo tafsiri hasa ya neno Lucifer sio nyota ya asubuhi kwa sababu nyota ya asubuhi ni Yesu Kristo mwenyewe ambaye yeye ni mwana wa Mungu na yeye ndiye nuru yenyewe. Sasa Isaya pia 14 mstari wa 12, unaona pale anasema anamuelezea sasa huyo Lucifer jinsi alivyokuwa, jinsi alivyoumbwa. Anasema, jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyota ya alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyowaangusha mataifa. Uh, Ezekieli pia naye anaona katika Ezekieli 28 mstari wa 13 ulikuwa ndani ya Edeni, bustani ya Mungu. Namweleza Lusifa sasa ambaye ni ibilisi. Kila jiwe la thamani lilikuwa kifuniko chako, akiki na yakuti manjano na almasi na zabalajadi na shoham na yapsi na yakuti samawi na zumaridi na barhamani na dhahabu, kazi ya matari yako na filimbi yako zako ilikuwa ndani yako katika siku ya kuumbwa kwako, kwa kwa, zilitengenezwa tayari. Sasa unaona uh, mstari um, wa 14, anasema wewe ulikuwa kerubi mwenye kutiwa mafuta afunikae, nami nalikuweka, ukawa juu ya mlima mtakatifu wa Mungu, umetembea huko na huko kati ya mawe ya moto. Kwa hiyo unaona hapa jinsi ambavyo ibilisi au Lucifer aliumbwa katika uzuri wa ajabu. Lakini wakati huo Mungu akawa a, alikuwa tayari ameshaitengeneza bustani ya Edeni ambayo, ukumbuke, naposema bustani ya Edeni, si yote ilikaliwa na Adamu na Hawa. Adamu na Hawa walikaa katika upande wa mashariki mwa bustani ile ya ya Edeni sawa sawa na ile Mwanzo mbili mstari wa nane. Sasa katika uumbaji huu a, Mungu aliingia sasa kuitengeneza. Baada ya kutengeneza mbingu, Mungu akaingia kuitengeneza dunia ambayo ilikuwa tayari imeharibiwa na ibilisi na malaika wale walioasi, akawa ameitengeneza ili iweze kufaa kukaliwa na mwanadamu. Hapa sasa tunaona uumbaji mkubwa mwingine a, Biblia inaeleza kwa kifupi jinsi jua lilivyoumbwa, lakini mwandishi mwandi, wa watakatifu au unaweza kumwita katibu wa pekee wa Mungu kati ya wanadamu. Huyu anatajwa kama mtu wa saba tangu Adamu, lakini Biblia haimwelezi sana, ila katika mwanzo ile sura ya tano mstari wa kumi na tisa unaona pale Biblia inaandika, Yaredi akaishi miaka baada ya kumzaa Henoko miaka mia nane akazaa wana waume kwa wake. Mstari wa 21, ile tano, nasema Henoko akaishi miaka mia sita na mitano akamzaa Metusela ile ishirini na tatu anaendelea, anasema siku zote za Henoko ni miaka mia tatu na sitini na mitano Henoko akaenda pamoja na Mungu naye akatoweka, maana Mungu alimtwaa kwa hiyo huyu, kwa nini tunamuita katibu wa Mungu kwa wanadamu? Alitoweka, hakufa. Maisha yake yote yalikuwa ni kukaa mbele za Mungu. Nitasema wakati mwingine tutakapokuwa na kipindi tutapata muda wa kumwelezea kwa uzuri huyu katibu wa Mungu ambaye anaitwa Henoko. Kwa nini anaitwa mwandishi wa watakatifu? Ni kwa sababu ni mwanadamu wa kwanza kujua kusoma na kuandika, kabla hata mambo haya hayajaanza vitabu. Ameandika vitabu zaidi ya mia tatu sitini na tano na sisi hatujaviona bado, ndio maana Biblia inaandika, Yohana anaandika, anasema kama mambo yote yangewekwa wazi yaliyofanya Kristo, ulimwengu singetosha, vitabu vingi vingeandikwa. Kwa hiyo sasa analielezea jua, kama ambavyo tunaona katika ile Yohana 1 ile mstari wa tisa, anaeleza a uh, kwamba uh, uh, jua linapokea nguvu uh, kutoka kwa nuru mwenyewe. Anasema kulikuwa na nuru halisi amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Sasa hapa eneo kwa naelezea kwa uzuri, nataka uone anavyoelezea jua jinsi Mungu alivyoliumba jua. Anasema jua linapokea nuru kutoka uh, uh, kwa Mungu mwenyewe, jinsi lilivyotoka katika mageti yake na kurudi tena katika mzunguko huo, huku likisindikizwa na nyota kubwa nne. Katika nyota hizi nne, kila moja Inasindikizwa na zingine elfu moja. Jumla ya nyota zote zinazolisindikiza jua ni elfu nane, huku malaika elfu kumi wakipewa kazi ya kulishughulikia jua, kuhakikisha kwamba jua linaangaza. Usiku kunakuwa na malaika wengine elfu tena, wanasimama kwa ajili ya kuliongoza jua. Kisha kuna malaika mkuu ambaye ana hadhi ya serafi, mabawa sita, anaongoza mamia ya malaika tena kuliwasha jua hadi linapochwea anaendelea kueleza hapa. Enoko anasema tena, kuna elementi zingine za ajabu aliziona. A, zina miguu na na mikia kama simba, na kichwa kama mamba. Muonekano wake ni kama kuonekana kwa upinde. Mabawa yao ni kama malaika, kila mmoja anayo mabawa kumi na mbili vinasindikiza jua, vikihimili joto na umande sawasawa na maagizo ya Mungu. Kiumbe kingine cha ajabu kabla ya kuja kuangalia kiumbe hicho ambacho nimetaka tukiangalie ni kiumbe ambaye anaitwa joka Lewiathani. Ni joka Lewiathani, huyu ni joka. Anasema Biblia inamwandika kama kiboko ya wenye jeuli, ikiwemo ibilisi mwenyewe. Ndio sababu Mungu ameifunga bahari kwa milango ili isivuke mipaka yake kumruhusu kiumbe huyu wa ajabu na kutisha, ambaye hazuiliki kuiharibu dunia. Hivyo bahari imekuwa ni kama jela yake. Unaona, anatajwa sifa zake Biblia. Sasa inamtaja sifa zake katika kitabu kile cha Ayubu. Ni Mungu mwenyewe anasema ile sura ya arobaini na moja ukianz okay, msali wa 18 anasema kwa kuchemua kwake mwanga umemetuka na macho yake yanafanana na makope ya alfajiri. Ona sifa zake, anachemsha kilindi cha bahari, anatoa mwanga katika macho yake. Pumzi yake makaya, miali ya moto, kutoka katika kinwa chake. Ayubu ile 41:15 naona anasema Magamba yake yenye nguvu ndiyo fahari yake, yamefungamana pamoja kama kufungwa kwa muhuri. Anahitimisha katika ile Ayubu arobaini na moja mstari wa 34, yeye hutazama kila kitu kilicho juu, ni mfalme wa wote wenye kiburi. Kwa hiyo wote wenye kiburi mfalme wao ni huyu joka wa baharini ambaye Mungu amemficha. Wale watu walioko baharini, manohodha na mabaharia, wanaweza kueleza bahari naweza kuchafuka katika kiwango ambacho huwezi kueleza. Ni kwa sababu ina viumbe ambavyo, moja ya kiumbe wa kutisha ni Leviathani, huyu joka ambaye yuko ndani yake. Mungu sasa akaingia kufanya uumbaji wa binadamu. Hii hujawahi kusikia, unaweza kudhani umesikia, hebu nisikilize, ni mpya. Anasema Mungu amemuumba mwanadamu kwa sura na kwa mfano wake. Hakuna kiumbe kingine kilichopewa hadhi hiyo ya kufanana na Mungu, lakini Yesu anaeleza jambo hili katika ile Yohana 14: mstari wa Siku ile ninyi mtatambua ya kwamba mimi ni ndani ya Baba yangu, nanyi ndani yangu, nami ndani yenu. Kwa hiyo unaona, Yesu Kristo anathibitisha ufunuo ufunuo ufunuo wake kwa wanadamu pale katika ule ufunuo wa Yohana, ule ufunuo wa Yohana, ile sura ya 21, anaeleza, anasema yeye ashindaye atayarithi haya, nami nitakuwa Mungu wake, naye atakuwa mwanangu. Mungu mwenyewe anamwelekeza Henoko jinsi alivyomuumba mwanadamu, anasema mambo ambayo nilitaka, kama ungekuwa na peni mahali Unge au ungekuwa na notebook ungeandika, anasema sasa. Ni Mungu anamueleza huyu katibu wa wanadamu ambaye ni Enoko, jinsi alivyomuumba mwanadamu. Biblia tu inataja inasema akamfana kuwa, akamfanya kwa mfano wake, lakini Enoko anaelezewa kwa uzuri hapa. Mungu anamwambia anasema nimemuumba mwanadamu kwa kutumia vitu saba, anavitaja hapa na kama unaweza kuviandika utaviandika. Anasema cha kwanza, uh, mwili wa binadamu umeungwa kutoka katika udongo, lakini cha pili anataja anasema mifupa yake nimeitengeneza kutoka katika mawe Anaeleza jambo la tatu anasema damu yake imetengenezwa katika umande wa mbinguni, lakini macho yake yametengenezwa kutokana na jua. Tano, anasema akili ya mwanadamu imeumbwa kutokana na wepesi wa malaika pamoja na mawingu, na sita, anaelezea nafsi sasa, anasema ni pumzi ya Mungu pamoja na upepo. Na jambo la saba anaelezea mishipa na nywele kwamba inatokana na majani ya nchi. Yesu akawajibu katika ile Yohana sasa mahali fulani, Yesu anathibitisha katika Yohana kumi mstari wa 34 Yesu akawajibu, Je, haikuandikwa katika Torati yenu ya kwamba mimi nimesema ndinyi miungu? Sasa ile 10:35, ikiwa aliwaita miungu wale waliojiliwa na neno la Mungu, maandiko hayawezi kutanguka. Kwa hiyo Yesu anawaita wa wanadamu, Biblia inawaita wanadamu ni miungu, kwa wanadamu waliumbwa katika kiwango cha kufanana na Mungu. Kwa sababu hiyo, mwanadamu hawezi kupimwa kwa vigezo vya kidunia, bali vigezo vinavyo vinavyopimwa navyo huyu mwanadamu navyo, ni vigezo vya kimungu. Ndiyo sababu kuna kanuni na sheria na uh, sheria Mungu ameziweka na namna ya kuishi katika dunia hii, lakini shetani yeye anachofanya ni kumfanya mwanadamu ajione yeye sio kitu. Ni mbinu ile ile ambayo wazungu au wakoloni waliiga na kumfanya mwafrika kujiona duni kuliko mzungu. Amka ndugu yangu, wakati huu ninaposema, ninaamini kwamba utakuwa una, uh, uh, unajipa muda kwa ajili ya kulike pamoja na kushare A, a, a, lakini pia a, kusubscribe kwa ajili ya kufanya kazi hii iendelee kusikika mahali pengine. Sasa ninihitimishe kwa kusema amka, acha kulaumu watu, ndugu na wazazi. Wakati mwingine, sikiliza neno hili la kinabii, nikupe mimi kama mtumishi wa Mungu, niseme neno la kinabii hatua, uliyoifikia si ya kuamua kupigana mwenyewe. Fuata maelekezo ya kinabii ambayo nakupa, ni wakati wa wewe kugeuza shavu la kushoto ili Mungu akuchukue katika maisha na utukufu aliokuandalia kabla ya kuzaliwa na kuwa tumboni. Wacha watesi wako wakupige shavu la kushoto tena, ndipo utaona mkono wa Mungu. Yaani, Bwana asipoujenga mji wa ujengao wa wafanya kazi bure, na Bwana asipoulinda mji wa ulindao wa wakesha bure. Kutoka kumi na nne. Na hitimisha hapa, nihitimishe kwa maneno haya machache katika Kutoka kumi na nne, mstari wa kumi na nne, Biblia inasema Bwana atawapigania nanyi mtanyamaza kimya. Mungu akubariki sana. Muda hautasubirishwa tena na unabii utatimia. Mungu akubariki, nime mtume uh, wa Bwana, mtume na nabii Charles Nshuka. Mungu akubariki, tukutane wakati mwingine. Karibu uweze kucomment na kusubscribe chini hapo, na tusikie mawazo yako na kulaiki. Mungu akubariki, mara natha, amen.